Mnoga ni mchezaji ambaye amekuwa na faida nyingi sana, anapokuwa uwanjani anaweza kuchezea uh, right fullback lakini pia akacheza kama winga, licha ya kwamba uh, kuna muda kuna muda unamuona kabisa uh, akicheza muda mrefu anaishiwa pumzi, ana, anakata. Kwa hiyo nafikiri mpaka sasa hivi toka alipoitwa kuna kikosi cha Taifa Stars uh, kunako michuano ya Afcon huko Cote d'Ivoire ambayo ilimalizika, ameshaimarika. Tumemshuhudia akiwa anacheza anacheza na, anacheza na, na Manchester City kwenye michuano ya FA, licha timu yake ilifungwa si chini ya goli tano, nafikiri. Kwa hiyo nafikiri ana kitu ambacho unaweza kuisaidia Taifa Stars katika idara ya ushambuliaji Clement Mzize ya sina doubt naye kwa sababu mpaka sasa tunavyozungumza, na, na mabao kumi kuna hapo ligi kuu soka Tanzania bara, um, Kibu Dennis Prosper mdathiri, um, haya eneo la namba kumi na Faisal ni wachezaji ambao wamekuwa na michango mikubwa katika vilabu vyao. Shaka yangu ni kwamba uh, tunaenda kucheza na timu ambayo uh, ina wachezaji wakubwa, wachezaji ambao wamemachua, wachezaji ambao wanaweza hakufanya chochote au lolote muda wote da, dakika yoyote na sekunde yoyote kutokana na, na, na ubora ambao wamekuwa nao kina Hakim Ziyech, hakuna siwafahamu. Ashraf Hakim ni juzi tu ametoka kuqualify hatua inayofuata, akiwa na Paris Saint-Germain, anaenda kucheza na, na, na, Aston Villa. Kwa hiyo unaweza kuona madaraja, of course, ukitazama madaraja ya wachezaji ambao tunao Taifa Stars na daraja ambaro wachezaji wengi wa Morocco wamekuwa nao ni vitu vili tofauti tofauti. Bahati mbaya tunaenda kumkosa mwanahari Samata ambaye Uh, kocha mkuu ameeleza kwamba ni majeruhi kutokana na, na na na na, injury ambayo alipata akiwa na klabu yake ya PAOK huko Ugiriki. Kwa hiyo uh, of course sina doubt, siwezi nikasema kwamba ni pengo kubwa sana, lakini nafasi yake pale Stars ipo kwa sababu ni mmoja wa wachezaji ambao nakumbuka uh, Moroko mara ya mwisho walipokuja kucheza friendly game katika uwanja wa Benjamin Mkapa uh, uandishi wa habari wakawa wanauliza wachezaji wa, wa Moroko wakamuuliza alikuwa ni